Ni wakati mwingine tena, wakati mwingine tena, tumepata fursa ya kuzungumza mangine. Tunaamini kwa uwezo wa Mungu tunaweza tukawa ni moja wa msaada kwa wengine ambao katika safari ya maisha yao wanakutana na changamoto nyingi, ndio maana tunapopata nafasi, tunazungumza machache kwa kuamini yanaweza msaada wa ndugu zetu jamaa zetu na binadamu wenzetu, wao wamekutana na changamoto ya bahati mbaya kuwa na mistari miwili <coughs> najua kuna itikadi mbili. Kuna watu wanaamini kuwa ni jambo haliwezekani, kuna watu tunaamini tumeweza Makundi haya ya mawili yanatofautiana mitazamo, uelewa na mwelekeo kutokana na kile ambacho tunakifanya. Lakini e, tuna kila sababu ya kujiuliza, ni nani mwingine anaweza akatusaidia tukaweza kama sio sisi? Au kazi yetu ni kusubiri watoto wenzetu watuwezeshe ili tuweze Ukitizama au ukitembelea YouTube ukiandika kuishi bila VVU inawezekana, utasikia utaona, utaamini, tumepiga hatua kubwa, au kwa lugha nyingine tumeweza kwa kishindo, tukiazima lugha ya wanasiasa. Lakini kabla sijaendelea mbele e, nitoe nimwambie ndugu yangu ambaye amedhamiria kuja kunitembelea, nikujulishe tu taarifa tayari ninazo, ambayo sio mtu mmoja, mko takribani watu watano, ukiwa unaongoza, na katika hilo kundi kuna mwanamke mmoja. Taarifa hizo tayari ninazo. Lakini nikuambie tu kitu kimoja, kabla ujaja kwanza, TR Msigwa amesha jua taarifa hizo. Lakini nikuambie kitu kimoja tu, katika busara ya kawaida, kitu kikubwa katika maisha ni mtu kuwa mkweli, lakini kitu kikubwa katika maisha ni kutatua changamoto inawagusa watu, na usifikiri kabisa kuwa watu waliopata bahati mbaya wakaonekana wao ni positive, ni wachache wanaofurahia, lakini wengi wamechoka na wanatafuta ufumbuzi kwa njia yoyote ile. Sasa hivi Msigwa anaonekana na watu wengi eh, takriban kwa mwezi watu wanaomtizama ni wengi sana. Uh, na wanaomsikiliza wamejenga imani kwao, wamejenga imani kwake, na wanaoyaona yanazidi kuwapa imani. Maana yake wanaendelea kutafuta suluhisho. Tunajua umewatumia watu wengi sana kuendelea kukijeli, kuponda, lakini si si mwarobaini mwarobaini ni kutafuta suluhisho la wale wanaopitia kwenye changamoto. Ingelikuwa zinaotumika zinatoa suluhisho, kwanza ni rahisi, ni bure, e, zinatoa suluhisho, ingekuwa ni nzuri zaidi kwa sababu kwanza anapata bure, lakini pili na suluhisho lakini lazima ujifunze, utafute ni kwa namna gani tunaondoa changamoto, ni kwa namna gani tuna majibu sahihi ya wale ambao wanaopitia katika changamoto. Ukilifanya hilo, utakuwa umepata jawabu zuri, hutoanza kujipanga kutaka kumfanyia uadui mtu kwa sababu tu anaweza, kwa sababu tu anawasaidia watu.